Kwa majina anaitwa Eugene Mwarandu Mwamberwa mkazi kutoka Shimolatewa Ward katika kijiji cha Mtomondoni. Niko na kijana mwenzangu hapa yeah. Mimi kwa majina naitwa Rashid Shikanda, pia ni kijana Shimolatewa Ward na naishi Maweni Village pale. Naam, niambie brother. Ah, uh, kwanza ningependa kuchukua fursa hii kushukuru wale wote ambao tumeweza kufanikisha jambo hili ambao ni vijana wenzetu ambao tunaweza kusaidiana katika hali ya kuhakikisha kwamba tunaboresha mji wetu huu wa Shimolatewa. Kwanza kabisa uh, ningependa kwenda moja kwa moja katika hali ambayo limetuweka hapa leo, ni jambo sugu la giza ndani ya Shimolatewa Mwanda. Na mimi kama kijana mimi kama mkazi wa Shimolatewa, uh, niko katika mstari mbele kuhakikisha kwamba kesho yetu ya mji wetu inakuwa kama miji mingine, inakuwa kama mji unaotamanika, mji unaopendwa kama miji mingine. Na ningependa kuongelea swala hili la giza katika mitaa yetu, ambayo ni mitaa iliyoungana ili kuweza kuweka mji wetu huu salama. Na nikiongelea katika mtaa wetu wa Mtomondoni, mtaa wa Mtomondoni ni kati ya vijiji vikubwa ndani ya Shimo la Tewa Ward, iko na population kubwa ama idadi ya watu wengi katika mitaa na ni kijiji ambacho kimekuwa kikitingisika sana na swala la usalama. Na tukiongelea kuhusu jambo la usalama, giza ndani ya kijiji hiki limefanya mpaka polisi wengi hawafikii yale magenge ambayo yanatunga sheria mbaya kuhakikisha kwamba yanaweka hali tata za usalama katika mji wetu. Ukiangalia kama leba, ukiangalia kama mitaa ambayo imekuwa ikisumbua sana. Ukija katika mitaa ya Wakachakara, ukija katika mitaa ya Konaba, ukija katika mitaa ya Kilomax, ukija katika mitaa ya, mitaa ya Mtomondoni shule. Ni mitaa ambayo vijana wengi wanatokea, ni mitaa ambayo vijana wengi hukutana. Mitaa hii inakuwa na utovu wa usalama ama usalama wake uko chini, kwa sababu vijana ni wengi, vijana wako na akili tofauti tofauti vijana wanafanya mambo mengine yasiyokuwa na nidhamu. Ndio maana tunaona mitaa inapoboreshwa na mataa, hata wala atakokuwa anajianika katika maskani, basi watakuwa anafanya mambo mema, watakuwa anafanya mambo yaliyoendana na taratibu za usalama, kwa sababu watakuwa hakuna baya wanazo walifanya hadharani. Lakini ukitembea katika barabara kutoka kwa chifu moja kwa moja mpaka Mtumondoni shule ukipanda juu mpaka Amkeni, ukienda mpaka njia ya Katoliki hiyo barabara iko na giza. Taa moja linawaka hapa, unaruka mataa sita saba ndio unapata taa lingine linawaka, unaruka mataa kumi unapata taa lingine linawaka. Ukishika kutoka barabara hapo junction kwenda ATC, panda moja kwa moja Catholic kanisani mpaka Alo Drive. Hiyo barabara yote mataa yana blink. Mataa hayawaki kwa kutoa mwangaza. Nafunga funga macho tu, ambapo yanafanya watembeaji ama mama zetu wanapotoka katika shughuli zao baba zetu vijana wenzetu wanapotoka mashule inawapatia changamoto kubwa sana kuona vizuri katika barabara. Sasa wanapata vijana wanateka advantage na hali ile, kuweza kupora watu. Ukija kutoka katika Alo Drive yote kutembea nayo paka kilo max uende mpaka Mtomondoni shule, hiyo barabara yote bado ni giza. Ukipanda nayo katika uwanja kuzungukia hivyo, kurudi tena na hiyo barabara kwenda Kenya project, hiyo barabara yote bado ni giza. Kwa hiyo tunaona hali ya usalama imekuwa inayumba yumba kwa sababu ya mambo kama hayo. Leo tunalaumu polisi wetu kwamba hawafikii katika kila kitongoji, lakini huyu polisi ni mgeni, vichochoro havijui, barabara zingine ziko na mashimo, ziko na ma sewage tanks ambazo ziko wazi. Leo unaambia polisi afukuze mwizi katika barabara ambayo haijui, nani angeza kufanya hilo? Kwa hiyo sisi tuna urge our government iweze kupatia priority swala la mataa. Leo Mtwapa yetu hii tumeona biashara nyingi zimeweza kuguria Bamburi, zimeweza kutoka kupelekwa mahali kwingine. Ukiangalia ni mifano ambayo tulikuwa tunaiona ya wazi: maduka kuvunjwa, biashara kuibiwa, wamama kuporwa, ndugu zetu kukatwa katwa, pikipiki kuibiwa na usiku. Hii yote imesababishwa na giza. Tuko na sehemu ambazo bodaboda wanasema tulikuwa kwa kesha wakati mataya na waka, lakini sasa hivi imekuwa ni changamoto kubwa kwa sababu ya giza. Haujui anayekuja kwenye giza ni nani. Kwa hiyo imetupatia changamoto kubwa sana kuweza kukesha. Ziko biashara ambazo Mtwapa hapa ilikuwa zinafungwa kuchelewa sana, lakini leo ikifika saa mbili kila mmoja anang'ania kwenda nyumbani. Ukiuliza ni usalama na no. Ukiangalia usalama moja kwa moja umesababishwa na hali ya giza ambalo liko. Kwa hiyo leo mimi nashukuru Mtwapa yetu imekuwa municipality town, na tunaomba municipality iweze kupea swala hilo kipaumbele. Mm, ndio ndio, hivyo brother, Eugene, kwa sababu katika municipality kiko kipengele cha physical planning, ambayo physical planning bila shaka ni vile mji unavyopangwa, mambo ya street lights zote zinasimamiwa katika hiyo, uh, katika hiyo department. Kwa hivyo ilikuwa ni ombi tu, tunaomba hata miki upande wangu, kama watu wa physical planning kwenye municipality hii ya Mtwapa wataungana na department ile, uh, ya energy and lands and development planning of our urbans in Kilifi County ambayo iko chini ya ya ya gavana wetu ni wizara kamili ile kama watakuwa na ile coordination